Sasa karne hii ya demokrasia, karne hii ya uwazi, karne hii ya dunia ya kasi mabadiliko duniani leo hii, anze kuhubiri masuala ya kwamba zidumu fikra za mtu mmoja tu, wapiwe maagizo na mtu mmoja tu, waweze kutekeleza. Muhimili huu unawakilisha Watanzania, muhimili mwingine wa serikali unapora mamlaka ya Bunge, alafu tuenze tukae kimya? Tumesema hapana. Hii ni ishara ya kuonyesha hasira zetu ni ishara ya kuonyesha hatutakubali, ni ishara ya kuonyesha kwamba wakituzima midomo humu ndani, nje kwa watanzania hawatatuzima midomo. Na wiki iliyopita tulianza Alhamisi ya wiki iliyopita uliona, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi wa toba. Waziri mkuu ameandaa futari, hatukushiriki futari hiyo, na kitendo cha kutokushiriki futari kwenye mwezi wa toba, wangejiuliza mara mbili mara tatu mara nne. Siku zote meza ya maridhiano ndio inayoleta suluhisho, siku zote duniani kote, lakini wao, tumejitahidi tuzungumze. Wao ndio wenye uongozi, wameshindwa, wanataka kutawala kiimla. Sasa sisi tunawaambia uwezo huo hawana.